moto wanazokuwa wanazipata katika utekelezaji huo, tunakuwa tunawasaidia. Aidha wanakuja ofisini moja kwa moja au wakiwa kule kule wanakueleza kwamba nimefikia stage fulani nimekwama hapa. Sasa kwa kuwa sisi tunakuwa tunajua ni stage gani inayofuata, tunamwelekeza kwamba fungua hapa, ingia hapa, na inakuwa hivyo wanaendelea. Lakini kuna wakati mwingine inakuwa ni ishu ya mfumo kabisa taifa. Kwa hiyo pale ambapo na sisi tukiingia tukiona bado tunakwama, tunakuwa tunawasiliana na mamlaka husika PPRA kwenye help desk, basi utakuta ikiwezekana tunakuwa tuna walinki walimu au walimu waganga wa faizi watendaji wani wale wote wa, wa, wa, wa, watumizi wanaotumia huu mfumo kwa walinki, pamoja na wao wanawaelekeza wanafumbuliwa tatizo lao. Kimsingi katika halmashauri yetu kupitia kitengo cha usimamizi wa manunuzi huwa tunatoa asisti kubwa katika hao, na si tu kwa au malokofundi hata At, wazabuni wenyewe mwanzo walikuwa hawajui kabisa. Kwa hiyo tukawa tunawaambia waje, wanakuja tunawaelekeza, wanaingia kwenye mfumo, tukiwa tunawasiliana na wapi PPRA, mpaka wanakuwa wamejiunga, na ni wengi wameshajiunga na wamekuwa wataalamu kabisa. Na hata mafundi sasa hivi kuna mmoja ambaye alikuja, mfano tulivyokuwa tumeingia na kumwelekeza kujiunga kwenye mfumo, wakati huo huo akapata notification ya tangazo, walikuwa wanatangaza, maana ile ilikuwa wale wa Malinyi walitangaza katika mkoa mzima wa Morogoro. Akapata notification ya Malinyi, akaupa pale pale, bahati nzuri akaja kutupa taarifa kwamba nimepata ile zabuni. Kwa hiyo ndivyo.